Dini kubwa duniani ni mbili, Kristian yeah, na Islam. Umeniambia Kristian ilipotokea, Islam ilitokea wapi? Islam kwa mfupi, Islam, ukatika dokumenti na vitabu nivyosoma, wenyewe Waislamu wanasema Uislamu ulianza toka Adam, naelewa, wanasema Uislamu ulianza toka Adamu. Muhamadi alikuwa nabii wa mwisho kuja kutimiliza kwamba sasa Uislamu imekamilika. Ibrahimu alikuja na kipande, Musa alikuja na kipande, Ismaili alikuwa na kipande sijui, hadi huyu Yesu wao na, Waislamu wanamwita Isa, naye alikuja na Taurati na alikuja na Injili hmm. Kama Musa alivyokuja na Taurati na vitabu vyake vitana hmm. eh? Kwa hiyo ao oh, na bwana wakatengeneza e mipango yao. Kwa hiyo uislamu ukaanza kuja Afrika baada ya kufa Nabii Muhammad. Waislamu wanaamini hivyo kwamba ulianzia tangu Adam na ndivyo anavyoamini, kwa mujibu wa vitabu ambavyo wewe umevisoma Uislamu. yeah. Umeanzia wapi? Uislamu umeanza mwaka mia sita kwa sababu Muhamadi alipozaliwa alianza kuhubiri Uislamu akiwa na miaka arobaini al alipokuwa na miaka arobaini akaanza akapewa utume, watumi wake kutokana na vitabu livyosoma alipewa, wanasema na malaika Jibril. Hapa nako ndiko daftari ya kwanza naitisha mimi katika dini hmm. Daftari ya kwanza huyu Jibril, ili jina ili lilitokana nani la kikabila hili jina la Jibril ni la kikabila la kutoka kwa muu mwenyewe, au wanadamu wamepanga kutokana na resi rangi au na ukoo ko huamini kwamba alikuwa anaitwa Gabriel, asiamini, kwa sababu ukimwita Gabriel ni jina la Kiingereza. Vitabu vinasema, vitabu wanamwita Gabriel, lakini si ni majina mapya yaliyotengenezwa kwa sababu? Kama Gabriel alimtokea Muhammad, maana alikuwa hapo miaka mingi kabla ajaitwa Gabriel, alikuwa anaitwa nani? Mmm. kaka. Kwa hiyo Nabii Muhammad akasamaza dini kwa muda wake maana alikufa na miaka sitini wa, mm. na tatu na maana aili bingi chini ajua miaka ishirini na tatu. Wale wanaitwa Makureshi ambao na ndugu zake walimkataa, wakamwona naita biningeni, wao wana dini yao, kama kukwambia wao wana mira na tamaduni zao, wana miungu yao mitatu. Wakasema wa, miungu Uza lata na miunguakuzalatana maata. Muhammad akawambia hizi ni idoli ni vinyaga tu, kwa hiyo yeah. Msiabudu hivi, kuna Mungu wangu alinileta mimi na amenipa mwongozi na mfunuo anaitwa Allah, akapanga kwa mujibu wa vitabu. Huyu bwana akahama Maka akaamia Madina, akanzisha dini yake Islam sana akiwa wapi ae Madina lakini baada ya kuona kule ameshamaliza, ilibidi arudi nyumbani, Maka. Akarudi Maka, Maka mji akauchukua kwa amani, watu wote. Baada washatanguliza wa katangulizi, watu wakampokea, walimpinga walikuwa wachache. Muhamadi akawa mtawala wa kijeshi akawa militari kamanda. Muhamadi akawa sultani ya sweva ya juu. Hapa ni nyumbani <laughs>